Shalom, Bwana Yesu asifiwe watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Pastor Deusi Sengo, ni mchungaji mkuu wa kusanyiko la Kristo lililopo pale Kimara Temboni katika kata hii ya Saranga. Siku ya leo tumeamua kuwasogezea huduma hii. Siku ya leo tutakwenda kujifunza kitu kinachohusiana na hatari ya ndoto unazoziota. Mtu wa Mungu anatakiwa kujiuliza kwamba kuna hatari gani ya kuota ndoto za aina fulani katika maisha yako. Karibuni hapa hapa katika chaneli hii yetu pendwa. Siku ya leo tumeamua kuletea programu nyingine tena ya mafundisho ya Mungu kama ilivyo ada. Na katika siku ya leo tutajifunza hatari kuhusiana na ndoto unazoota. Mtu wa Mungu anatakiwa ujiulize kwamba kuna hatari gani ya kuota ndoto za aina fulani katika maisha yako. Je, umekwishawahi kujiuliza swali la namna hiyo? Kwamba umeshaiota swali, umeshaiota ndoto fulani ambayo ikakukamka, ikakutatiza na ukashindwa kujua maana yake ni nini? Kwao siku ya leo tutakwenda kujifunza hatari gani zinazoambatana na ndoto unazoota. Sasa kitu cha kwanza, kabla tujajua ndoto gani ni mbaya katika maisha yako na ndoto gani hazitakiwi utakiwi kuota katika maisha yako, wewe kama Mkristo, tutabitabi tuende tukajue maana halisi ya neno ndoto ni nini, kabla tujaenda sehemu nyingine. Sasa ndoto maana yake ni, tunasema kwamba ni elimu pana inayotafsiri maisha halisi ya nafsi yako. Kama unaandika, utaandika kwamba ni elimu pana inayotafsiri maisha halisi ya ndoto yako ya nafsi yako. Sasa nafsi ni nini? Nafsi ya mwanadamu ni sehemu ya mwanadamu. Kwanza mwanadamu anatakiwa kujua kwamba ana sehemu kuu tatu. Mwanadamu ana nafsi, mwanadamu ana mwili na mwanadamu ana roho. Sasa nafsi ni sehemu ya mwanadamu ambayo imebeba hisia, mihemko, shauku, utambuzi na kujielewa, na ndio maana kuna watu wengine wanaita nafsi, katika lugha rahisi, nafsi ni kama akili kwa sasa ninachozungumzia na nakusema kwamba ndoto ni elimu pana inayohusu inayohusu ina tafsiri halisi ya, ya maisha ambayo yanapatikana ya, ya, katika nafsi yako. Tunamaanisha kwamba kile kitu ambacho kinatokea katika nafsi yako kwa muda huo, ndio kitu ambacho anakwenda kukiota mtu wa Mungu. Kwa hiyo, unaweza ukawa labda unapitia katika changamoto ambazo ni ngumu katika maisha yako. Na unaweza kujikuta unaota ndoto fulani, labda unapanda mlima, unapanda mlima, unapanda mlima, unapanda mlima, lakini unajikuta kwamba ule mlima haumalizi. Hii na maisha ina maana gani mtu wa Mungu? Hii na maana kwamba kuna kuna jambo kubwa ambalo unapitia. Kuna mlima mkubwa au kuna kuna, kuna changamoto kubwa ambayo unapitia katika maisha yako. Na hiyo changamoto bado haujamaliza kupitia, ndio maana bado unajiona unaendelea kufanya nini? Unaendelea kupanda. Sasa hayo tunaita ni maisha nini? Ni maisha ya nafsi yako. Kwa hiyo nafsi yako ni wewe, yani, nikisema mimi ni pastor Deusi Sengo, nikisema nafsi ya pastor Deusi Sengo inamaanisha kabisa huyu ni Deusi Sengo. Yani siwezi kutenganisha mimi pamoja na nafsi yangu, kwa sababu nafsi ndio mimi na mimi ndio nafsi. Kwa haraka haraka pia nitakwambia maana ya roho. Roho ni sehemu ya mwanadamu inayomjua Mungu na ndio maana Biblia ndio inatuambia kwamba saa ipo na sasa saa yaja na sasa ipo ambayo waabudu halisi watamwabudu Mungu katika roho na kweli. Ina maana Mungu anamwabudu katika roho na katika kweli. Sasa kweli ni Kristo, Mungu ni roho. Ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu ni roho naimewapasa waabudu waabudu katika roho na nini, roho na kweli, katika kitabu cha Yohana. Kwa hiyo nafsi ni wewe Ninavyosema nafsi ya mtu fulani, na maana namzungumzia namzungumzia maisha ya mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana, watu wa Mungu. Sasa, uh, kwa nini tunajifu, tunajifunza, tunajifunza kuhusiana na ndoto? Unaweza kaniuliza kwamba, mtumishi wa Mungu, kwa nini tunajifunza tunajifunza kuhusiana na ndoto, ndoto zina umuhimu gani katika maisha ya mtu? Ni kwa sababu katika Biblia ya kawaida hii, Biblia katika kutoka katika kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, ndoto zilizorekodiwa katika Biblia ni ndoto 21 ndoto 21, na, na katika Agano la Agano Jipya, Agano la Kale zime, zimeandikwa ndoto 15, na katika Agano Jipya zimeandikwa ndoto ngapi? Ndoto 6. Kwa hiyo sasa, kama Biblia yenyewe iliyotakatifu na kitabu takatifu ambacho tunakiamini kimeandika imeandika ndoto nyingi kwa namna hii, tunabidi tujue kwamba hizi ndoto zina umuhimu fulani katika maisha maisha ya mtu. Na sasa, ndoto ya kwanza kuota kwenye Biblia ilikuwa ni ndoto ya Mfalme Abimeleki. Utakumbuka vizuri kuna kipindi ambacho Ibrahim alikuwa ametoka ame, ametoka kuna sehemu ametoka na ameelekezwa na na Mungu katika sehemu nyingine. Sasa ile katika ile sehemu anayofika ile sehemu ilikuwa inamilikiwa na mfalme mmoja wa kipagani ambaye alikuwa anaitwa mfalme Abimeleki. Na wafalme katika nyakati za zamani walikuwa wana uwezo wa kuchukua mwanamke yule yote wanayemtaka kimabavu. Sasa Ibrahim kwa sababu alikuwa anajua Sara ni mwanamke mzuri sana, na akawa anaogopa kwamba mwanamke yule mwanamke kama Sara wa Abimeleki akijua kwamba Sara ni mke wake, mwanamke wa Abimeleki ili kumchukua yule kumchukua Sara anaweza akamuoa nani? Akamuoa yeye. Kwa hiyo Ibrahimu akadanganya kwamba Sara ni dada yake. Sasa Mungu anakuja kumtokea Abimeleki katika ndoto alipokuwa amelala. Mungu anamwambia Abimeleki kwamba achana na Sara kwa sababu Sara ni mke wa mtumishi wangu. Kwa hiyo hiyo ndio ndoto ya kwanza. Ilikuwa ni ndoto kwa ajili ya kumpa onyo mfalme wa Abimeleki kuhusiana na Sara. Hiyo ndio ilikuwa ni ndoto ya kwanza katika Biblia. Na ndoto ya mwisho katika kuota katika Bibilia ilikuwa ni ndoto ya mke wa Pilato. Unakumbuka, kuna sehemu ambapo Yesu alikuwa anakaribia kusulubiwa pale msabani, mke wa Pilato akamwambia Pilato kwamba mtu huyu mnataka kumsulubu hana hatia. Kwa nini? Kwa sababu usiku huu nimesumbuka naye usiku mzima, nimemwota usiku mzima, kana kwamba Mungu ananionyesha kwamba huyu mtu ambaye mnashinda naye hana nini? Hana hatia. Kwa unakuja kuona kwamba mara ya kwanza ndoto ilikuwa imekuja me, kuleta onyo mara ya mwisho kwenye Biblia ndoto na ni ndoto, ndoto ya mwisho kuota kwenye Biblia ilikuwa ndoto ya mke wa Pilato, ambapo pia anakuja kuona kwamba ilikuwa ni onyo la kumwambia kwamba Pilato, huyu ah -ah. mtu ambaye mnataka kumsulubisha kumsurubisha alikuwa ana nini, hana hatia. Kwa hiyo mpaka hapo tunakuja kuona kwamba ndoto ni kitu cha muhimu sana katika maisha mwamini, kuna katika maisha, mwamini, kuna katika maisha mwamini, ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana watu wa Mungu, na hizi habari za mfalme Abimeleki unazipata katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya ishirini kushuka chini, na ndoto ya mwisho una, unaipata katika kitabu cha Matayo ile sura 27 na mstari wa 19. Sasa kitu cha ajabu ni kwamba kuanzia ndoto ya kumi na sita kurekodiwa kwenye Biblia mpaka ndoto ya ishirini zilikuwa ni ndoto ambazo zinaonyesha zina, zina, zina, zina, zina, zina ujio wa Yesu Kristo, zilikuwa ni ndoto ambazo zinazunguka kutoka zinazunguka kile kipindi ambacho Yesu alikuwa anazaliwa Utaona utaona Biblia utaona malaika malaika malaika anamtokea malaika Gabriel anamtokea anamtokea Maria Maria anamwambia kwamba ulicho um, kibeba ni kitakatifu. Utaona pia malaika Gabriel anamtokea Yusufu kupitia ndoto. Kwa nakuta kuna ndoto nyingi nyingi nyingi nyingi sana ambazo zilikuwa zinatokea katika kile kipindi ambacho Yesu alikuwa anafanya nini, anazaliwa. Kwa hiyo, kwa kwa kuona kwamba kwenye Biblia kuna ndoto 21 agano la kale lina ndoto 15 agano agano jipya lina ndoto karibu sita kuona kuona kwamba kuna ndoto nyingi namna hii kwenye Biblia inamaanisha kwamba ndoto ni kitu ambacho sio cha kupuuzia. Bwana Yesu asifiwe wa sana, watu wa Mungu. Sasa kabla hatujafika mbali, tutaangalia kuna tofauti gani kati ya ndoto na maono. Sasa ndoto ina kanuni moja, ndoto ili wote, ndoto lazima uwe umelala kwanza, hauwezi ukaota ndoto usipokuwa umelala lakini maono, maono naweza kaa nimekuja kama hivi, mimi naongea na wewe hivi, naweza nikawa mimi naongea na wewe lakini Mungu kuna vitu ananionyesha kupitia nini? Kupitia maono. Maono sio lazima niwe nimelala. Maono maono naweza nikawa niko hii niko niko nimefungua macho yangu kabisa, tunaongea mimi na wewe, lakini ananionyesha maono. Na kuna maono ya aina kuu mbili, kuna maono ambayo ni maono ya unayapata ukiwa umefumba macho na kuna maono ambayo unayapata ukiwa umefungua macho. Kuna moja inaitwa closed vision kwa Kiingereza wanaita na kuna nyingine wanaita open vision maono ya wazi na maono ya ukiwa umefanya nini umefunga macho watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa kati ya ndoto na maono, kwa lazima, ili kuelewa ndoto ni nini, lazima uweze kuelewa kwamba kuna tofauti gani iliyopo kati ya ndoto na maono. Sasa, kuna aina ngapi za ndoto kibibilia? kuna aina ngapi za ndoto kibibilia? Biblia imetaja aina ngapi za ndoto? Biblia imetaja aina kuu tatu za ndoto. Ndoto ya aina ya kwanza ni ndoto ambazo zinatoka kwa Mungu. Kuna zile ndoto ambazo mwanadamu anaota na zile ndoto zinakuwa zimetoka kwa Mungu, ni kwa Mungu kabisa. Yaani mtu naota ndoto, lakini ndoto inakuwa imetoka kwa Mungu. Na aina ya pili ya ndoto ni ndoto ambazo zinatoka kwa shetani. Kuna ndoto ambazo mtu naota, hazitoki kwa Mungu, zinatoka kwa shetani, na nitakuja kuelezea kwenye somo lingine kwamba ndoto zinazotoka kwa shetani zinakuwa ni ndoto za namna gani. Sifa kubwa ya ndoto ambayo inatoka kwa shetani, ile ndoto ambayo inakuwa inakuletea hofu ndani yako inakuletea uoga ndani yako na, na sio ile hofu ya kutaka wewe ubadilike, labda kama unaacha za, unatenda dhambi uache dhambi. Ah, ni ile hofu ya kukutishia hata kama umetenda dhambi usiende mbele za Mungu, ujione wewe ni mkosaji sana, ujione kwamba Mungu hawezi akakurudia tena, ujione kwamba wewe ndo ndo mtu wa kwanza kukosea na umekosea sana kuliko watu wengine kiasi kana kwamba Mungu hicho licho kukosea hizi akakusamee tena. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, Mungu hata kama umemkosea kwa namna gani, ana uwezo wa kukusamee na ndio maana Biblia inasema kwamba hata mwenye akiwango akianguka hata mara saba, naam hatainuka tena Kana Biblia inaniambia kwamba lipo tumaini juu ya mti ulio uliokatika kwamba unaweza kuchipuka tena. My God, kuna tumaini juu ya mti uliokatwa kwamba unaweza kuchipuka tena. Na Biblia pia inaniambia kwamba Petro anamuuliza Yesu kwamba Yesu, je ye, mtu akitukosea tumsamee mara ngapi?